Mheshimiwa Jirongo mimi nataka kuuliza serikali ya Ruto maswali matatu. Swali la kwanza, There have been no government statement ya kuelezea sisi kwamba ile probox ambayo ilikuwa inafuata Ruto ilikuwa imebeba kina nani, na ule mzigo ambao ulikuwa kwa hiyo probox ilikuwa ni mheshimiwa ama ilikuwa na mtu mwingine ni sama Serikaili pia haijatuambia haijatuambia ile probox ilikuwa imebeba mwili wa Jirongo ama ni ile masidi ambayo ilipatikana kama haina damu. <tos> <tos> na ile basi ilikuwa imebeba abiria kutoka Busia abantu bakulio busuma abantu bakulio busuma ndingoho abantu bali batanga Krismas

katika watu hawa wote, katika hii group ya hawa wote, I am the most learned kwa hii timu yote. Nimesema sijasema? Alafu utakuta wengine wanasema huyu wajakoani pumbafu tu. Ni sawa tu. Njirongo alikuwa kwa ofisi yangu 4 days before his death, na hiyo picha zote mmeona. Mnafikiria alikuwa amekuja kusema nini? Hatutaki kusema uongo hapa. Watu wote ambao wanalia Jirongo, vile mheshimiwa alisema hapa. Vile Mheshimiwa Mavunga alisema. Ni kuja tu kujionyesha kuizira kulira Jirongo. But those are fake tears. Mheshimiwa Speaker, If you are man enough, the way you are. If you are man enough